Asa ndio tujue, tuanzie pale ama tuwakumbushe kwamba kuna roho wa kweli na roho wa uongo. Wacha tuanzie pale mali tuliachia ndio tuingie katika fundisho la siku ya leo mwalimu. Twende katika kitabu cha Yohana 16 mstari ule wa 13. Biblia takatifu inasemaje? Maana tunataka tukumbushe watu mali tuliachia jana kidogo, ili tuweze kuingia katika somo la siku ya leo Yohana 16 mstari ule wa 13. Biblia takatifu, Naam. inasemaje? Naam. lakini atakapokuja, lakini atakapokuja, atakapokuja huyo roho wa kweli, huyo roho wa kweli, inasema atawakikisha ulimwengu katika, ataongoza watio kwenye kweli yote, lakini atakapokuja huyo roho wa kweli, huyo roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote. Naam, kwa maana atanena kwa shauri lake mwenyewe. Naam. Lakini yote yaliyoyasikia atayanena. Kwa hivyo inatuarifu kwamba kuna roho ambayo Mungu Yesu akitoka duniani alituahidi kwamba atatuachia roho ambayo itatuongoza itutie katika kweli yote. Maana tuliona jana kwamba Roho Mtakatifu ndiyo inatufundisha maana inatuambia kwamba atatuongoza na itatutia katika kweli yote. Tueleza Biblia kweli hii ambayo Roho itatufundisha ni gani? Yohana 17:17. Inasemaje? Watakase kwa ile kweli. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno la Mungu ndio kweli. Tena tukakuja tukaona kuna roho wa uongo ambayo ni roho wa shetani. Ambayo tukiangalia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza nne mstari wa kwanza tunapata kwamba kuna roho wa shetani ama roho ambayo ni roho wa uongo. Biblia Takatifu inasemaje? Timotheo ni wa kwanza ime mstari ni mstari ile wa kwanza. Biblia inasemaje? Basi roho anena waziwazi ya kwamba roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wengine watajitenga na imani, wakisikiza roho zidanganyazo, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hivyo kuna pia roho ambazo zilikuwa zinadanganya roho za, sh, za shetani ambazo tunatowevu kwamba ni roho za uongo. Maana tukiangalia katika Biblia, mwenye alikuwa anapenda uongo ambaye kweli haikuwa inakaa katika ndani yake, ilikuwa ni ibilisi ama shetani. Tuende katika kitabu cha Yohana Yohana nane mstari ule wa 44. Biblia takatifu inasemaje? Ninyi ni wa baba yenu ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Naam. Yeye alikuwa muaji tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli. Naam. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake, asemapo uongo, asemapo uongo husema yaliyo ya kwake mwenyewe. Na nini Mungu alisema aay yetu Roho ro Mtakatifu, ambaye kama mtu ana Roho Mtakatifu, huyo mtu lazima nene. Roho zidanganyazo ama roho ya uongo atatoa maneno ya uongo, ambayo Biblia tufundishe kwamba tusiamini hizo roho tena, tukaona kwamba Mungu anatuambia kitu katika kitabu cha Warumi. Warumi ni tano, mstari ni ule wa tano. Biblia takatifu inasemaje? Warumi, tano, Warumi ni tano, mstari wa tano. Inasema hivi, Warumi tano na tumaini halitahayarishi. Naam. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu. Naam. na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa hivyo Roho wa Mungu, yani Mungu ametuminia Roho ama upendo wake ndani yetu na Roho Mtakatifu ambaye ametupea sisi, ili tuweze kupekua na nguvu na kuweza kupeleka Injili katika dunia yote. Sasa ombi langu na ombi lako inafaa ikuwe katika ili andiko ambaye inatoka katika kitabu cha Zaburi 51 mstari ni ule wa kumi na moja. Biblia takatifu inasemaje? 51 mstari ni ule wa 11, kitabu cha Zaburi inasema, 51 kumi na moja, Zaburi inasema hivi: Naam, Naam, usinitenge na uso wako, usinitenge na uso wako wara roho yako mtakatifu usiniondolee na Daudi akiomba pale, nasema usinitenge na uso wako, mala ro, ma, ata roho yako mtakatifu siweze kuniondolea. Maana Mungu akikuondolea roho yake, utabaki pale ukifundisha, lakini mafundisho yako zitakuwa zinabaki pale watu wakisikiza, lakini Mungu alikuwa amekuacha mapema. Utabaki pale ukifundisha, lakini Mungu yuko pamoja nao, ayuko pamoja naye maana mafundisho utafundisha watu wakisikia, lakini wewe ndio utakuwa kwa wale ambao Mungu ikifika siku za mwisho atakwambia siku kujua wewe. Tuende katika kitabu cha Madayo, Madayo ni saba, anza mstari ni ule wa ishirini na mbili Nasema wengi wataniambia siku ile, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo? Naam, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Naam. Ndipo nitawaambia dhahiri, ndipo nitawaambia dhahiri. Sikuwajua ninyi kamwe. Sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hivyo Roho wa Mungu akiondoka kwako, utabaki uko pale, lakini Mungu hayuko pamoja nawe wewe ndio maana, ndio kinatuambia kwamba siku ile utamwambia Bwana, tulifanya hiki, tulitenda hiki, tulitoa unabii kwa jina lako, lakini atakwambia ondoka kwangu ninyi, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, maana siwajui ninyi kamwe. Sasa hilo ilikuwa somo la jana. Wacha tuombe ili tuweze kuingia katika somo la jioni ya leo. Tunaomba Mtakatifu, Mtakatifu, heshima lipa juu mbinguni. Baba, tunakuja mbele zako jioni ya leo umetuneemesha sisi watumishi wako ili tuweze kufika katika uwanja hiki ili tuweze kupata sauti zetu kueneza ujumbe wako katika maeneo haya AV Baba, tunaomba utupatie Roho Mtakatifu iweze kutuongoza na wasikilizaji pia wanaosikiza mahali popote walipo Baba, tunaomba Roho wako pia uweze kuongoza na uweze kuwafunulia hizi maandiko, ili wakirudi pia nyumbani waweze kuzitafuta katika Biblia na wakipata ni kweli na inaenda maandiko yako Baba wasogeze karibu nawe, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yakitimizwa. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, ameni. Sasa leo tunaenda kuangalia Biblia kuhusu amri za Mwenyezi Mungu. Leo tunaangalia amri za Mwenyezi Mungu, maana mwanadamu anapoumbwa katika, anapoumbwa na Mungu pale katika shamba la Edeni, tunaomba Mungu, tunaona Mungu anaumba mwanadamu katika Mwanzo mbili mstari wa saba Mungu anaomba mtu kwa mavumbi ya ardhi na pu, akapulizia pwani pumzi ya hai, mtu akawa nafsi hai. Bwana akamwambia mwanadamu, akachukua mwanadamu, ukisema katika mstari wa nane akamweka katika bustani ya Edeni, akamwambia nimekuweka hapa na ili kina iki na iki utakapofanya. Mwalimu, nisomee Mwanzo mbili mstari wa nane inasemaje? Inasema Mwanzo mbili nane Bwana Mungu akam akapanda bustani upande wa mashariki akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya, aliyemfanya. Bwana Mungu akaichipusha katika ardhi kila mti. Sikiza sasa, Mungu akishachukua mwanadamu akamweka bustani anaanza kumwelezea kile ambacho iko ndani ya bustani, anamwambia hiki mti maana, katika bustani kulikuwa na miti mitatu ambayo zilikuwa pale katika shamba la Edeni anaambiwa hiki ni hiki na hiki ni hiki. Mwalimu, endelea kusoma. Inasema hivi naam inasema Bwana Mungu akaichipusha katika ardhi Naam. kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa na kulikwa kuliwa. Kwa hivyo mti ya kwanza ilikuwa mti ya kufaa kwa kuliwa. Mti ya pili ni gani? Inasema na mti wa uzima katikati ya bustani na mti wa busti, mwa, wa, uzima katikati ya bustani. Na mti wa ujuzi, ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hivyo katika bustani Edeni, Mungu anaambia mwanadamu hapa katika bustani kuna miti mitatu. Miti ya kwanza ni ya, kwa, ya mti ambao unaotamanika kwa macho ama kwa kuliwa, hiyo ni mti ya kwanza. Miti ya pili ilikuwa mti ya uzima. Miti ya tatu ilikuwa mti ya ujuzi wa mema na mabaya. Pale Mungu anawaambia hizi mti ziko hapa. Lakini anaendelea kumwambia akitembea naye, anaendelea kumwonyesha hiki, akamwambia hii pia ni maji ambayo utatumia katika ili shamba ya Edeni. Mstari wa 9 inasemaje? Mstari wa kumi inasema ukatoka mto, ukatoka mto katika endeni wa kutilia bustani maji, naam, na kutokea hapo naam, ukagawanyika kuwa vicho vinne. Kwa hivyo mtu, Mungu anamwambia katika ili shamba pia kuna maji ambayo utakuwa ukitumia katika ili shamba lakini tukifika katika mstari wa kumi na tano ama kumi na sita Mungu anamwambia mwanadamu, haya yote nimekuonyesha, lakini kuna kitu lazima ufanye, ama kuna sheria ambayo lazima ukuwe nayo katika hili shamba ambayo itakuwa ikikuongoza Mwanzo ni mbili kumi na tano Kumi na sita, inasemaje? Inasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu. Akamweka katika bustani ya Edeni. Akamweka katika bustani ya Edeni. Ailime na kuitunza. Ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema. Bwana akamwagiza huyo mtu akisema. Matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula. Matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula. Walakini. Walakini. Matunda ya mti ya ujuzi wa mema na mabaya U naam. Usile naam. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo Naam, utakufa hakika. Kwa hivyo pale tunaona mwanadamu anapewa sheria ambayo ilikuwa imuongoze katika pale shamba la Edeni, ili kuwe kitu ambayo atakuwa akifuata, na akikaa katika ilo sheria ambayo Mungu amempea mwanadamu, ataweza kuishi ama ataweza kukaa bila tatizo lolote lakini tunaona mwanadamu anakaa katika shamba la Edeni, na anaenda kukaa hapo. Anakaa kwa muda mchache, mwanadamu anavunja sheria ya Mwenyezi Mungu ambaye Mungu ameweza kumpea. Maana shetani aliingia pale, akaweza kumdanganya, akavunja lile sheria. Na ile sheria Mungu aliwaambia kwamba mkikaa katika ili shamba, inafaa sheria yangu ikuwe katika mioyo yenu, msije mkaivunja hata siku moja. Lakini Shetani akaingia pale akadanganya da, akadanganya Hawa akala ile tunda, akapelekea mnammewe nao wakala. Mwalimu, soma kitabu cha Mwanzo tatu moja. Inasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliowafanya Bwana Mungu. Naam. Akamwambia mwanamke ati hivi. Naam. Ndivyo alivyo, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Naam. Musile matunda ya miti yote ya bustani. Naam. Mwanamke akamwambia nyoka. Mwanamke akamwambia nyoka. Matunda ya bustani Ebu bustanini twaweza kula. Naam. Lakini matunda ya mti ule ulio katikati ya bustani amesema Mungu, msiale Mungu wala msiaguze msije mkafa. Nyoka kamwambia mwanamke, Hakika hakika hamtakufa hamtakufa kwa si. maana Mungu anajua kwamba siku mtakula matunda ya mti uo mtafumbuliwa macho nanyi mtakuwa kama Mungu Ukijua mema na mabaya. Kwa hivyo Mungu anapatiana sheria, wanadamu wanavunja, lakini ili sheria waliambiwa hii sheria isitoke katika mkono yao, maana ikitoka katika mkono yao wataivunja. Ndio maana waliambiwa hii sheria ikae katika mioyo yao na mkono wao, ili watembee hapo mahali popote, wanaona sheria inakuwa kama kimwalimu. Nisomee kitabu cha Kutoka 13 mstari ni ule wa tisa, maana waliambiwa hii sheria ikae katika mkono wao na ikae iandikwe katika mioyo yao ili watembeapo kila mahali wanaenda wanaona sheria ya Mungu wasije wakaivunja. Kumi na tatu tisa, kitabu cha Kutoka inasema, na itakuwa ishara kwako, itakuwa ishara kwako, itakuwa ishara katika mkono wako, mkono wako na kwa ukumbusho katika katikati kati, kati ya macho yako katikati ya macho yako, ili kwamba sheria ya kwa Bwana, naam ipate kuwa kinywani mwako, naam kwani Bwana alikutoa utoke Misri kwa mkono wenye uwezo. Kwa hivyo Mungu aliambia mwanadamu hii sheria ikuwe katika moyo wako ikuwe katika mkono, katika mkono wako pia ili sije hata siku moja ukaja ukavunja sheria. Maana serikali ya Mungu ilikuwa imejengwa katika misingi miwili. Misingi ya kwanza ilikuwa imejengwa katika serikali ya Mungu ilikuwa haki, misingi ya pili ilikuwa hukumu. Tuende katika kitabu cha Zaburi, Zaburi 89 mstari ule wa kumi na nne. Maana misingi ya, Biblia, ya Mungu ilikuwa imewekwa katika vitu viwili haki na hukumu. Zaburi 89 mstari ni ule wa 14, Biblia takatifu inasemaje? Haki na hukumu, haki na hukumu ndio msingi wa kiti chako. Haki na hukumu ndiyo msingi wa kiti cha mwenyezi Mungu. Lakini mwanadamu hakuweza kukaa katika hiyo sheria ya Mungu, akalivunja kwa maana haki na hukumu. Tuone hii haki, haki hii ambayo ni msingi wa kiti cha Mungu, hii haki ni nini? Twende kitabu cha Isaya. Isaya 42 mstari ule wa 21 Biblia takatifu inasemaje? Inasema Bwana akapendezwa. Bwana akapendezwa kwa ajili yake. Kwa ajili ya haki yake. Naam. Kuitunza sheria, kuitukuza sheria na kuidhimisha. Kuna kuidhimisha. Kwa hivyo Mungu anaitukuza sheria na kuidhimisha. Ndio maana tunaona haki ya Mungu kumbe iko katika sheria ambayo ndio maana tuambia akapendeza kwa ajili yake na kuitukuza sheria. Maana sheria ilikuwa ikae katika mioyo yetu ili tutembee hapo, tuweze kufundisha na watoto wetu pia, ili wakikaa wakitembea, wakienda shuleni, wakifanya chochote, wakae katika sheria ya Mwenyezi Mungu, ili ikue kwa bidii, waishike kwa bidii, ili wafanyapo chochote ikuwe ni kwao. Tuende kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sita mstari ni ule wa kumi na saba Biblia takatifu inasemaje? Eh, inasema hivi Kumbukumbu la Torati 6:17. Sita mstari ni ule wa 17 inasema hivi. Naam. Inasema naam. Zishikeni kwa bidii sheria za Bwana, Zishikeni kwa bidii sheria za Bwana, Mungu wenu. Naam. Na mashundizo yake. Naam. Na amri zake. Naam. Alizokuagiza. Kwa hivyo Bwana atuambia kwamba tuweze kushika amri zake kwa bidii, maana tukishika amri za Mungu kwa bidii, hakuna taabu yoyote itakutupata. Maana Mungu alisema, mkiacha sheria zangu muende katika njia nyingine, taabu itawapata, maana laana pia itawapata. Twende katika kitabu cha Zaburi, Zaburi 89, mstari ule wa 31. Maana Mungu alikuwa anasema, mkitoka katika amri zangu, ama mkiacha amri zangu, mtaenda njia nyingine, na mkienda kwa hiyo njia nyingine Taabu zitaanza kuwapata. Twende kitabu cha Zaburi 89 mstari wa 31. Naam, wakiziarifu amri zangu, wakiziarifu amri zangu wasiyashike maagizo yangu Naam. Basi nitawarudi nita nita... makosa yao kwa fimbo, kwa hivyo Mungu anasema na uovu wao kwa mapigo. Kwa mapigo, kwa hivyo Mungu anasema watu wasipotii maagizo yake ama sheria yake atawarudi kwa fimbo na kwa magonjwa ama ataleta vitu mingi wakikataa sheria zake. Maana tunaona katika Biblia Mungu alikuwa anasema watu wakitii amri zake, ama tuseme hapa Kenya, nchi ya Kenya, Mungu anasema tukitii amri zake na tudumu katika amri zake, hakuna hata mtu mmoja atawahi gonjeka, ama hakuna mtu hata moja atawahi ataka, kuwa tasa katika nchi watu wakitii amri zake. Twende kitabu cha Kumbukumbu la Torati ni saba msani ule wa kumi na nne biblia takatifu inasemaje? Mungu anatuambia kwamba tukishika amri zake hakuna hata mtu mmoja atawahi kuwa tasa katika nchi. saba kumi na nne kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Inasemaje 7:14 kumbukumbu la Torati? Inasema kumbukumbu la Torati 7:14 inasema hivi Naam. Utabarikiwa kuliko mataifa yote. Utabarikiwa kuliko mataifa yote, hakutakuwa na mtu mume wa, wala mke aliye tasa Naam, katikati yenu Naam, wala katika kati ya wanyama wenu wa mifugo. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba tukishika amri zake tutabarikiwa na hakuna mtu atakayekuwa tasa kati yetu tutakuwa watu watiifu na tutakuwa tunatii amri za Mwenyezi Mungu. Tunaona kama tuseme saa hii Wakristo wengi wanadai kweli, oh sisi ni Wakristo. Hii nchi ya Kenya tuseme the, asilimia 80 ni Wakristo. Hiyo 20 ndio wanaezagana Wabudha, Waislamu, Wahindi watu wote lakini katika nchi ya Kenya tunapata tunadai kwamba sisi ni Wakristo na nchi ya Kenya, na tumebeba wakora, tumebeba corruption, tumebeba aina ya kila mtu, lakini tunadai kuwa sisi ni Wakristo. Tungekuwa tunaishi tukifuata sheria za Mungu, hatungekuwa na ukora tungekuwa tunafuata sheria za Mungu, mtu angeenda kuiba duka la mtu? tungekuwa tunafuata sheria za Mungu, Mungu ange mtu angeweza kwenda kuua ndugu yake? tungekuwa tunaweza kufuata sheria za mwenyezi Mungu, mtu hangekuwa na miungu mingine. Lakini tumeacha amri za mwenyezi Mungu, tukaanza kufanya vitu zetu wenyewe bila kufuata sheria za mwenyezi Mungu na Mungu anatuambia kwamba tudumu katika amri zake, maana tukidumu katika amri zake hakuna kila kitu ambayo haitawezekana katika amri zake. Tuende katika kitabu cha Zaburi. Zaburi 19 mstari ni ule wa saba, tuone Mungu anatuambiaaje? Maana Mungu anatuambia kwamba sheria yake ama amri zake zote ni kamilifu na inatia mjinga hekima. Tuende Zaburi 19 mstari ule wa saba inasemaje? Eh, nasema hivi. Naam. Zaburi 19:7 inasema, Naam. Sheria ya Bwana, Sheria ya Bwana ni kamilifu. Ni kamilifu. Huiburudisha nafsi. Huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana, niamini. Naam. Uh, umtia mjinga hekima. Kwa hivyo Biblia nasema kwamba sheria ya Bwana ni kamilifu na tena hutia mjinga hekima, itakutia utatia mjinga hekima kwa njia gani? Maana ataona kwamba naenda kufanya hiki akiona akienda kufanya hii aki, ama tusikue kwamba anaenda kuiba kitu ya mtu, akienda kuiba kitu ya mtu atona kweli sheria ya Mungu inakataza ni ikimkataza ataacha, hataweza kuiba kitu ya mtu. Ndio maana Biblia inasema kwamba itamtia mjinga hekima, maana sheria ya Mungu tunaona ni kamilifu. Na tena Biblia inatuambia kwamba amebarikiwa yule mtu ambaye anashika sheria ya Mwenyezi Mungu. Zaburi 119 mstari ni ule wa kwanza. Biblia takatifu inasemaje? Zaburi 119 mstari ni ule wa kwanza. Biblia inatuambia kwamba amebarikiwa mtu yule ambaye anashika sheria za Mwenyezi Mungu maana hataenda katika njia ambayo haistahili. Biblia takatifu inasemaje? Inasema, heri walio kamili njia zao. Heri walio kamili njia zao waendao katika sheria ya Bwana. Waendao katika sheria ya Bwana. Heri wazitio shuhuda zake Naam, wamtafutao kwa moyo wote Naam, hawakutenda Naam, ubatili wakutenda ubati. Kwa hivyo tunaona sheria ya Bwana ni kweli, na wamebarikiwa yule ambaye anashika sheria za Bwana. Biblia natu, soma mstari ule wa hapo hapo hey, 42 142, tuone sheria ya Bwana bado ni kweli, ambayo kweli bado, tukiona inarudisha katika neno lake. Inasemaje mstari wa 142. Inasema Zaburi 119:142. 142, 142 inasema hivi. Naam. Inasema haki yako ni haki ya milele. Haki yako ni haki ya milele. Na sheria yako ni kweli. Na sheria yako ni kweli. Kwa hivyo sheria ya Mungu ni kweli. Na mtu yote ambaye anakataa sheria ya Mungu, mtu yote ambaye anakataa sheria ya Mungu, huyo mtu, ni huyo mtu anapenda dhambi mwenye amekataa sheria. Huyo mtu ni mtu ambaye anapenda dhambi. Twende katika kitabu cha Methali 28 mstari 8 ule wa nne, mwana mwenye, anapenda, mwenye apendi sheria huyo mtu ni mtenda dhambi ama ni mwasi. Biblia takatifu inasemaje? Methali 28 mstari ni ule wa nne. Biblia takatifu inasemaje? 28 mstari wa nne kitabu cha Mithali inasema hivi. Na, Naam. E, inasema wao. Wao. Waiachao sheria. Wao waiachao sheria. Wa, huwasifu waovu. Kwa hivyo wale ambao wanaacha sheria wanasifu wao. Wao. Wao. Kwa kina nani? Waovu. Kwa hivyo Biblia inatuarifu kwamba Tushike sheria tusikue tunakataa sheria, ili tuweze kusifwa kina nani? Waovu. Ndio Biblia inatuambia kwamba tukisoma katika kitabu cha Isaya. Isaya ni 30, mstari ni ule wa tisa. Inasema pia, waasi, waasi ndio hawataki sheria ya Mwenyezi Mungu. Waasi ni wale ambao hawataki sheria ya Mungu ama ingine, Mungu. Nine. Na nine kwa njia nyingine wamekataa sheria za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni watoto wasiyetaka kusikiza sheria nani? Sheria ya Bwana. Bwana. Kwa hivyo wale ambao wasikii sheria ya Bwana Biblia nawaita kwamba hao ni waasi, maana Mungu akituambia, anatuambia kwamba sisi tuweze kushika sheria, na mtu yeyote ambaye hatashika sheria ya Mwenyezi Mungu kwake hapana asubuhi. Twende kitabu cha Isaya Isaya, ni nane ishirini. Biblia Takatifu inasemaje? Na waende katika sheria na ushuhuda. Waende na sheria na ushuhuda, ikiwa awasemi sawasawa na neno hili, ikiwa awasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi, bila shaka kwao hapana asubuhi. Kwa hivyo mtu kama hataenda katika sheria ya Mwenyezi Mungu hakuna nuru ndani yake, atabaki yuko pale, lakini hakuna nuru yoyote ambayo itakuwa ndani yake. Maana ukitaka haki ya Mungu idhirishwe ndani yako, ukitaka haki ya Mungu ipatikane ndani yako, lazima ushike sheria. Tuende kitabu cha Isaya, kitabu ni kile cha Isaya hamsini na moja mstari ni ule wa saba. Ndio haki ya Mungu idhirishwe ndani yako, lazima ushike amri za Mwenyezi Mungu. Isaya hamsini na moja mstari ni ule wa saba. Biblia Takatifu inasemaje? 51:7 kitabu cha Isaia inasema, Naam. Nisikilizeni ninyi mjuao haki. Nisikilizeni ninyi mjuao haki. Watu ambao mioyoni mwenu, A watu ambao mioyoni mwenu, Mna sheria yangu, mna sheria yangu. Msiogope makutano, Msiogope ya makutano ya watu, Wala msifadhaike kwa sababu ya dhiaka zao. Kwa hivyo watu ambao ni wenye haki lazima waweze kushika sheria za Mwenyezi Mungu. Ndio upatikano wewe, mwenye haki lazima uweze kushika amri za Mwenyezi Mungu, maana Biblia inatuambia kwamba katika kitabu cha Ufunuo kumi na nne mstari ule wa kumi na mbili inatuambia kwamba hapa ndipo subira ndio ukuwe na subira ya watakatifu, lazima bado ushike amri za Mwenyezi Mungu, na ukishika amri za Mwenyezi Mungu utakaa katika neno lake. kumi na nne kumi na mbili kitabu cha Ufunuo, inasemaje? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao washikao amri za Mungu, hao washikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo tuzidi kushika amri za Mwenyezi Mungu ili tuweze kuwa watiifu, maana Biblia imetuambia kwamba tukishika amri za Mwenyezi Mungu, Mungu hataleta maradhi juu yetu. Tukishika amri za Mwenyezi Mungu, hakuna ugonjwa yeyote ambaye itaweza kutupata. Tukishika amri ya Mwenyezi Mungu, hakuna mtu mmoja ama mtu yeyote ambaye atakuwa tasa kati yetu, maana Biblia inatuambia kwamba hii ndiyo jumla ya mambo yote, kwamba tushike amri za Mwenyezi Mungu maana hiyo ndum, ndiyo jumla ya mambo yote. Mhubiri kumi na mbili mstari ni ule wa kumi na tatu. Biblia Takatifu inasemaje? Mhubiri kumi na mbili kumi na tatu inasema hivi hii naam, ndiyo jumla ya mambo yote yaliyokwisha sikiwa nam inasema hii ndiyo jumla ya mambo yote, hii ndio jumla ya mambo yote yaliyokuisha sikiwa, yaliyokuisha sikiwa, muche Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu nawe uzishike amri zake. Kwa hivyo jumla ya mambo yote maana ni... kwa jumla ndiyo impasavyo mtu. Kwa hivyo kitu ambayo inapasa, inapasa mtu ni kushika amri za Mwenyezi Mungu. Maana hiyo ndio jumla ya mambo yote. Kufika leo, wacha tukomee pale, lakini kesho tutaanza kuangalia amri ya kwanza na amri ya pili na amri ya tatu na amri ya nne kwa sehemu ya kwanza alafu, then tena kesho kutwa tutaangalia amri ya tano mpaka amri ya kumi, na Mungu aweze kuwabariki. Tusimame tuombe. Mtakatifu, mtakatifu aishie mahali pa juu mbinguni. Baba, tunakuja mbele zako masaa haya tukiwa waingiwa shukrani, umeweza kunena nasi ili kwamba tuweze kushika amri zako, maana unasema tukishika amri zako hakuna mtu yote ambaye atakuwa tasa kati yetu. Tukishika amri zako, utaweza kutunyeshea mvua kwa wakati wake. Tukishika amri zako, hatutaweza kukosa chakula katika nchi yetu. Baba, tunaomba kwamba tufungulie njia Baba, kama ni njia kazi ama njia yoyote ambayo inatuzuia kutushika amri zako Baba. Baba, tunaomba utufungulie Baba, tusaidie, tutie, na Roho Mtakatifu iweze kutuongoza na iweze kutufundisha mapenzi yako yakitimizwa. Mwongozi mwalimu ambaye anapanda katika kipindi cha unabii, naye pia mtumie kama chombo, jina lako likitukuzwa, mapenzi yako yatimizwe. Ni katika jina Yesu Kristo tumeomba na tutakuamini, Amen.